Serengeti yetu, fahari yetu. Licha ya uwepo wa vivutio vingi maarufu vya utalii, wilaya ya Serengeti imeendelea kupiga hatua za maendeleo katika nyanja mbalimbali mbali, ikiwemo sekta ya kilimo na ufugaji, chini ya uongozi mahiri wa rais wetu mpendwa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kushirikiana na mashirika mbalimbali mbali, yenye maono chanya katika jamii zetu. Naam, karibu katika makala hii maalum inayoelezea shughuli maalum za shirika la Mviwanya na namna wakulima wanavyonufaika hasa kupitia mradi wa silib unaolenga kutoa elimu juu ya masuala ya kilimo mseto. Jina langu ni Prince Emma. Mviwanya, imetunufaisha. Mviwanya imetufundisha. Mviwanya imetusaidia. Mviwanya imetujenga. Mviwanya tunawapongeza. Naitwa Joseph Bugweno. Nafanya kazi na shirika la Mviwanya kama project officer. Tumeandaa makala fupi ya jinsi gani wakulima wetu katika wilaya hizo, hususan wilaya ya Serengeti wanavyotekeleza dhana nzima ya kilimo mseto katika maeneo yao kama mbinu rafiki ya kuwakwamua kiuchumi katika maeneo yao husika, lakini pia tutaona wakulima hao wakishuhudia nini wamefanya katika mashamba yao lakini pia faida ambazo wamezipata kutokana na kufanya katika mashamba yao lakini pia wataonyesha mbinu mbalimbali za kilimo mseto ambazo zimewafanya wakanufaika katika maeneo yao husika. Karibu usikilize, ujifunze, lakini pia utende kupitia makala hii ambayo shirika la MVIWANYA ili kuishi maisha yenye mafanikio inakupasa kujifunza kutenda na kusonga mbele. Yes, tumewafikia walengwa na wanufaika wa mradi huu kutoka shirika la MVIWANYA na haya ndiyo wameeleza. Kwa majina, naitwa Nyangere Chenje, ni mkulima wa kijiji cha Kenyena kata ya Ringwani, ni miongoni mwa wakulima wanufaika kutokana na elimu ya MVIWANYA. Kwa kweli nimepata elimu ya kuhusu kilimo cha kilimo mseto na nimefanya nimefanikiwa pia. Kwa hiyo nashukuru kwa elimu hii, lakini pia elimu hii imenisababisha kupiga hatua. Mwanzoni, kabla sijapata elimu hii, nilikuwa nafuga ufugaji wa ambao usiokuwa na tija, lakini baada ya kupata elimu hii nimefanya ufugaji na kilimo chenye tija na nimenufaika kuanzisha mradi wa ufugaji wa kuku katika banda langu. Ninao kuku wapatao mia moja hamsini. Lakini pia nimepata elimu ya mifugo, ufugaji bora, ufugaji wa ng'ombe. Kama mnavyoona nafuga ng'ombe wa maziwa kama mnavyoona hapo nyuma yangu. Lakini pia nimenufaika na zoezi la upandaji wa miti. Nimepanda miti kwenye shamba langu kama inavyoonekana mepanda miti kwa kuzingatia hatua nane za miguu kwa hatua kumi na mbili za miguu. Kwa hiyo katika shamba langu hili mnavyoliona ina miti takriban miti mia, mia mbili katika shamba langu hili inapatikana na imefanya vizuri, namshukuru na Mungu inaendelea vizuri. Na pia nawakaribisha wakulima wenzangu katika eneo hili wa, waje wapate elimu kutoka katika shirika hili ili wapate kunufaika. kwa majina naitwa Tatu Chacha Wakoli, ni mwanakikundi wa Mkombozi Kenya. nilikuwa sina kuku yani kuku nilikuwa nafuga kuku kwa ajili yani yani, wale kuku wa nyumbani. walikuwa kuku wangapi? walikuwa kuku kumi. sasa hivi waku mia sita, wadogo wakubwa waku, mia tatu na wadogo waku mia tatu jumura wakokuku ni waseta. Malengo yangu kufuga hawa kuku, yaani nataka wao wengi hata wafike elfu moja na kitu ili nipeleke watoto wangu shule na kujenga nyumba ni, nimelima tikiti heka mbili na kulima na, na mviwanya kuni, kuniwezesha kujua kulima kilimo mseto kama vile mahindi maharage pamoja na miti humo humo. nawashukuru sana Nawashukuru sana. Hizo tikiti nimelima hekta mbili za tikiti na maharage yako kule, na alizeti iko kule chini, na mahindi haya hapa juu. Kwa hiyo sasa hivi napata familia yangu napata mlo vizuri. Najulikana kama Matias James, ni mkulima wa kijiji hiki cha Nyamsingisi wilaya Serengeti. Mimi shughuli yangu kubwa ni mkulima wa kilimo hiki kilimo mseto, ambacho tunalima mazao mchanganyiko, tunalima miti ya mbao, tunalima mazao ya miti ya kuwa ya mbao, ya matunda, matunda. Tunalima na mazao ya chakula. Mimi ni mkulima mzuri wa mboga za majani ambazo nazitumia mimi mwenyewe, halafu nalima matunda matunda kama mapapai, maembe, michungwa na miti ya mbao. Mimi kwa sasa hivi kwa kweli kimenibadilisha sana kwa sababu sasa hivi napata chakula ugali kama ni ugali na kula na mboga za majani. Nikitaji kutumia mbo, mnya, nikitaka kubadilisha na badilisha kwa sababu naweza nikatumia nyama ya kuku kwa sababu nafuga na kuku. Na matunda natumia. Matunda kama mapapai, machungwa na matunda mengineyo. Na yatumia kwa kwa wingi kwa wakati wowote wa malengo yangu kwa baadaye ni kuendeleza hili shamba shamba liwe kubwa na nipande miti mingi nimewahi kuhudhuria semina pale nimewahi kuhudhuria maonyesho na nimewahi kuhudhuria mafunzo kama ya wiki mbili kulimo wenzangu na washauri na wenyewe wakifika hapo wagaw wenyewe wanakwenda wameshajielewa wa wa kwamba haya mambo tunayoyafanya hapa kwenye shirika hili ni kwamba yanasaidia kwa viwango vyote, kwa sababu vyakula yanatupatia na hela tunazipata. Kwa kweli, kipindi kilichopita sikuwa katika hali hii na mimi ndikuwa na nahangaika, kwa sababu hata mazao yenyewe ndikuwa nalima hayapatikani vizuri, lakini baada ya mimi kuainisha hizi shughuli za kilimo na nikaja na nikapata na wakanifundisha na kulima mazao funika kwenye shamba langu, sasa hivi mazao yangu mimi naona yako katika kiwango kizuri. Ndio maana tunazungumza mambo ya kilimo mseto hapa mimi vitu vyote hivi navipata, kwa sababu kuku ninazo, nina mifugo kama mbuzi, nina ni, matunda nina nini. Kwa hiyo hiki kilimo ni kilimo chote kinakuwa ni kilimo, na hili bwawa langu linanisaidia kuweza kumwagilia maji kwenye shamba, na upande mmoja lina samaki, navua samaki. Kwa jina naitwa Joseph Mogita mkulima katika kijiji cha Lingwani kata ya Lingwani. Nimekutana na shirika la MVIWANYA mwaka elfu mbili na ishirini na tatu. Nikawa nimeunganishwa na MVIWANYA, nafanya nao kazi. Baada ya hapo walinipeleka kwenye mafunzo ya, ya, ya muda mfupi seminar, nikawa mkulima mwezeshaji. Baada ya kukutana nao na kupata elimu ya kilimo mseto ndio nikaanza kulima kilimo mseto, kilimo cha kuchanganya mazao, mahindi, miti na mazao ya mazao funika. Nimepata mafanikio makubwa sana. Nawashukuru sana MVIWANYA kwa mafanikio nimepata kupitia elimu yao na uwezeshaji wao. Shamba langu tuna, nimepanda miti ya aina hii baada ya kuwa nimewezeshwa na MVIWANYA, nimepanda hili. Shamba lina heka moja na nusu lakini lina miti zaidi ya miti mia tano faida nayo na ipata kwenye shamba langu hili ni kuongeza mavuno. Ina maana kipindi cha nyuma kabla sijajipata si, sija elimu ya mviwanya nilikuwa napata gunia mbili kwa ekari, lakini kwa sasa hivi shamba langu hili naweza nikapata gunia, napata gunia zaidi ya ishirini na mbili mpaka ishirini na tano kwenye, kwenye lishe kwa sasa familia yangu inakula sahani iliyojaa nikiwa na maana kwamba inakula mlo wenye makundi tofauti ya makundi zaidi ya kundi moja na maana tunaweza tukala mazao ya mbegu na, na, ya nafaka tunaweza tukala maziwa, tunaweza tukapata mayai kwa wakati huo huo au jamii yoyote ya nyama kama ni kuku na mboga za majani, tofauti na kipindi cha nyuma. Na maana tulikuwa tunakula kama ni mahindi tu na maharage basi. Kwenye kwenye shamba shamba hili hili hili hili nalima mazao funi, ma mazao ya ya jamii ya kunde kwa lishe, na kwenye shamba hili hili moja nafuga wanyama kama kuku na ng'ombe kuku kwa ajili ya mayai na nyama pia, ng'ombe kwa ajili ya maziwa na kipato, pesa za matumizi za kujikimu na pesa zingine za kwa ajili ya kupeleka watoto shule. Nawashukuru sana MVIWANYA na nawaomba waendelee kupanua elimu yao hii, wafikie watu wengi, ili jamii nzima ya Watanzania ibadilike. Kwa jina naitwa Mwita Marubise, kwa jina maarufu Bise, Bise ni mkazi wa kijiji cha Kenyana kata Limwani, kazi yangu kuu ni kilimo mseto. Shirika la Mviwanya nalielewa kama ni shirika la kuelimisha wakulima mkoa Mara au wilaya Serengeti ambalo linatoa elimu, limetufundisha, limetupa semina ya kilimo cha mseto, ufugaji, uhifadhi wa mazingira. Baada ya kutufundisha tumepata mimi kama mimi binafsi na wakulima wenzangu, wametufundisha kuhifadhi mazao kwenye hususani vihenge. Baada ya mviwanya kunifundisha, nina ni, ni bustani ambayo ina, inachangia utafutaji wa mboga umepungua. Nilikuwa naenda kununua um, sokoni, lakini saizi ninavuna shambani kwangu hapa hapa inatumia maziwa, nina na mboga zipo, ufugaji wa kuku inatumia yai. Mlo mmoja ambao ni unataka kuwa mlo kamili. kamili kwa sababu nakula tunda, ni yai, mboga na vitu vingine, rutuba nitakuwa nimeipata. shirika lisilokuwa la kiserikali ambalo kimsingi makao yake makuu yanapatikana katika wilaya ya Loria Tanzania, linafanya kazi chini ya ufadhili wa V Agroforce Tanzania kupitia mradi ujulikanao asiri B, tunatekeleza miradi mbalimbali katika wilaya za Tarime pamoja na wilaya za Serengeti. Kama shirika tunashirikiana na wataalamu wa wilaya hizo mbili katika utekelezaji wa shughuli ambazo tunazifanya kupitia kata kumi na saba ambapo kwa Tarime tunafanya kazi na kata kumi na mbili lakini kwa Serengeti tunafanya kazi na kata tano. Lengo la kutekeleza na kufanya makala haya ni kuona shughuli ambazo zinafanyika hususan za kilimo mseto na ambazo zimebadilisha maisha ya wakulima hao kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Lengo la pili ni kuwafanya wakulima wengine watakapokuwa, wakiona aidha kwa kusikiliza au kwa kuona na macho, basi makala haya yaweze kuwafanya au kuwabadilisha kutoka kile kilimo chao cha mazoea lakini pia na kufanya ABC kupitia mbinu hii bora ya kilimo mseto, na mwishoni mwa siku na wao pia waweze kubadilika kama hawa wengine walivyobadilika. Mwitikio wa mbinu hii ya kilimo mseto na ambayo imefanyika kwa uzuri zaidi katika maeneo haya hususani wilaya ya Serengeti ni mkubwa sana, kwa maana wakulima wengi wanakuja kujifunza hasa kwa wale ambao wamefanya vizuri, na kama tunavyojua wakulima wetu wanapenda kujifunza kwa mfano, kwa kuona na macho. Kwa hiyo mikakati yetu ya baadaye ni kufanya field visit za wakulima wengine kuja kujifunza kwa hao wakulima ambao kimsingi tayari wamefanya vizuri katika maeneo yao, na tunaamini ya kwamba wakija kujifunza pia watabadilisha maisha yao kwa kuona. Rais wetu ndugu Samia anafanya vizuri, nasi kama shirika tunamshukuru sana. Pia alitumia fursa hii kuishukuru halmashauri ya wilaya ya Serengeti ambapo mradi huu unatekelezwa kupitia kata hizo tano, lakini pia hasa shukurani zangu ziende kwa mkuu wa division ya kilimo ambaye tunashirikiana naye kwa kiwango kikubwa lakini pia kwa wataalamu wote wa kata hizo ambao tunashirikiana nao kuhakikisha kwamba tunalisongesha mbele gurudumu hili la kilimo mseto katika maeneo yetu. A, mimi naitwa Bwenda Ismail Bainga ni mkuu wa idara ya kilimo na mifugo uvuvi wilaya Serengeti. Katika wilaya Serengeti tunatekeleza mradi wa kilimo mseto, maana kwamba kuchanganya mazao mbalimbali, lakini pia ni mradi ambao unatekelezwa na shirika la Mviwanya lisilo la kiserikali ambalo limekuwa likishirikiana na halmashauri wilaya ya Serengeti katika kutekeleza mradi huu. Mradi huu hu unalenga katika kuinua kipato cha jamii hususani mkulima na wafugaji. Mradi huu unatekelezwa katika kata tano, katika kata ya Sedeko, kata ya Kiambai, kata ya Isenye kata ya Ling'wani na Ligicha. Mradi huu unajishughulisha na shughuli hasa hususani ufugaji wa kuku wa kienyeji na kujiongezea kipato, lakini pia kuimarisha lishe. Lakini pia wana shughuli za kilimo cha upandaji miti ya mbao na matunda. Hii miti inasaidia katika kubo kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi Wakati wanapanda miti wanapata faida mbili: moja, kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi, kwa maana ukame na kadhalika, lakini pia wanapopanda matunda ni lishe kwa vijana wao katika ngazi ya kaya. Lakini si hivyo tu, inasaidia kwa ajili ya kuongeza kipato kwa sababu wanaweza kauza hii. Pia unashughulika na ufugaji wa nyuki, ambayo inawezesha kufuga nyuki na baadaye kuweza kuvuna asali, ambao wanaendelea vizuri hasa kada ya Sedeko, tunao wakulima wanafanya vizuri katika kata hizi. Lakini pia katika mradi huu tuna shughuli ya kilimo cha mazao mbalimbali mbali ambacho kinafanyika kilimo kama mazao ya mahindi, mazao ya mpunga, lakini hata shughuli ndogo ndogo za bustani zinaendelea kufanyika kupitia mradi huu wa Mviwanya. Aidha, nishukuru kwamba mradi huu umekava kata tano lakini kaya Mia tatu ishirini na moja ambao kuna wanufaika wa moja kwa moja mia saba sitini na tano lakini wanufaika wengine ni 352 katika wilaya Serengeti tunashukuru kwamba maafisa ugani katika kata hizi watano wamepatiwa elimu jinsi ya kuwasimamia wakulima waweze kuongeza uzalishaji nishukuru mradi wa Mviwanya umefanya vizuri katika kutekeleza zoezi hili la kilimo mseto katika wilaya ya Serengeti. Lakini hata sisi sasa hivi tumeanza kutekeleza katika bajeti zetu za 25 26, tumeanza kuongeza kuweka bajeti ya kilimo mseto ili kuwepo na uendelevu, kwamba hizi projekti zinapo phase out, zinapofika mwisho, kuwepo na uendelevu. Ndio maana tumeongeza bajeti na nashukuru Mheshimiwa Rais ameongeza bajeti sekta ya kilimo, ikiwemo wilaya ya Serengeti ambayo tunaamini kwamba itakwenda kuwezesha kilimo kuwa na uhakika na usalama wa chakula. Ni washukuru viongozi wa Mviwanya, ni mshukuru mwenyekiti, ni washukuru wataalamu wote kwa ushirikiano ambao wameuonyesha, lakini nishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni mshukuru mkuu wa wilaya mwenyewe Kemile Mbirozi dakta, ambaye tumeshirikiana naye katika kusukuma kilimo mpaka tukafikia hatua kwamba Serengeti tunafanya vizuri kwenye mazao ya chakula, tunafanya vizuri kwenye mazao ya tumbaku, tunafanya vizuri kwenye mazao ya mahindi na hivyo kuiwezesha hata halmashauri kuongeza mapato yake. Nimshukuru mshukuru mkurugenzi wangu Dr. Maulidi Madeni amekuwa kitushauri vizuri katika kutekeleza shughuli hizi za kilimo, lakini shukuru serikali ya mkoa wa Mara ambayo inaongozwa na Evans Kanali Mtambi lakini nimshukuru mshukuru waziri wa kilimo amekuwa akimshauri vizuri mheshimiwa rais, na ndiyo maana mheshimiwa rais ameweza kutuongezea bajeti yetu ya wizara ya kilimo, na ili kuweza kutekeleza shughuli zetu ambayo tunaamini kwamba hata mwaka wa fedha unaokuja tutafanya kazi vizuri. Nimpongeze sana mama yetu mpendwa rais Samia, Dr. Samia Suluhu hasani kwa kazi nzuri anayoifanya hasa kwa kuijali sekta ya kilimo na kumfanya Mheshimiwa Bashi afanye kazi yake vizuri, ambayo kwamba tunaona sasa matokeo ya kazi nzuri inayofanywa na, na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.